Sababu kuu tatu zinazomfanya mwanaume kuwa na changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume. Sababu ya kwanza ni kupungukiwa na homoni ya testosteroni. Inamfanya mwanaume anakosa ile hamu ama hisia ya kushiriki tendo la ndoa, yaani kiufupi inakuwa hana ile hisia, hana nyege uh. Kwa muda fulani anaweza kukaa wiki, mwezi, hasijiisi kushiriki na mwanamke aina yoyote ile. Hii ni sababu ya kupungukiwa na homoni ya testosteroni. Sababu ya pili ni mishipa ya uume kusinyaa. Inams, inamsababisha mwanaume ama inamfanya mwanaume uh, anakuwa hana uh, ile nguvu power hakuna. Yaani uume wake unaweza ukawa unasimama lakini hauko strong vile inavyohitajika, kwa sababu misuli yake imesinyaa na imelegea. Kwa hiyo hiyo inamsababishia yeye kutokuwa na nguvu thabiti katika upande wa nguvu za kiume, yani uume wake unakuwa ni legelege, lakini pia inamfanya kwamba hata maumbile yake kuwa yanasinyaa na kuweza kurudi ndani mara kwa mara, hivyo anajihisi kuwa ni dhaifu sana kutokana na hali kama hiyo ya e, tatu ni mishipa ya damu kutokupeleka damu vizuri katika mfumo wa uzazi. Hii inamsababisha mwanaume kutokuhisi ile hamu kabisa ya tendo la ndoa, na hata kama akifanya mara moja, basi hana tena hamu ya kurudia, na hata kama ana hamu ya kurudia, basi ni kwa muda mrefu sana, anaweza kukaa mpaka lisali moja mpaka masaa mawili ndio anapata tena ile hamu ya kushiriki. Mwingine anaweza kufika mpaka masaa sita ndio anajikuta kwamba ana hamu ile ya kuweza kuendelea tena kushiriki tendo la ndoa. Sababu kuu hizi tatu zitakufanya wewe uwe dhaifu kabisa lakini sababu hizi zinaweza zikasababishwa na mambo mengi, mambo mbalimbali mbali. Ikiwemo maradhi na mtindo wa maisha, yani jinsi gani tunavyoweza kuishi kutokana na vyakula na vinywaji tunavyoweza kuvitumia, na masuala ya imachua video za ponografia na mambo mengine mengi ambayo yanaweza kuharibu afya ya uzazi wetu kwa upande wa wanaume. Lakini katika upande wa maradhi kuna henia, tezi dume, kisukari pesha na maradhi mengineyo mengi ambayo inaweza kusababisha kitu kama hicho, lakini maradhi makuu ni hayo ambayo nimeweza kuelezea. Zaidi ya maradhi manne huwa yanamfanya mwanaume kuweza kupungukiwa na nguvu za kiume kwa haraka sana. Sasa leo nimekuja na suluhisho zuri sana kwa ajili ya kuweza kutatua changamoto hiyo. Nitakupatia uh, dawa ni nzuri ambayo inaweza kumaliza changamoto hiyo kwa haraka sana uh, lakini pia wewe mwenyewe utajionea maajabu yake pindi tu tutakapoanza kutumia. Uh, huwa napenda sana kukuelezea hii dawa kwa sababu ni nzuri na nimefanyia tafiti na najua kabisa kwamba inatoa matokeo yaliyokuwa mazuri sana. Hebu tafuta maua ya chikichi yale mabichi. Um, kama unaofahamu chikichi ambayo anakuwa anatoa mawese na wengine wanaita mise. Sasa ile chikichi zile maua yake, chukua yale maua yake kisha utayakata kata. Baada ya kukata kata utachukua na tende utachanganya pamoja kisha utachemsha utachemsha kwa muda mrefu kidogo zaidi ya dakika 5 mpaka dakika 10. Ukishachemsha utatoa kisha utachuja vizuri. Ukishachuja, tafuta asali na maziwa fresh, changanya vizuri kabisa, kisha tumia. Tumia glass ndogo ya mielezi 100 asubuhi, glass ndogo ya mielezi 100 jioni, kila siku kwa muda wa siku saba mpaka siku 14. Utaniambia matokeo utakayoyapata ni matokeo mazuri sana kuhusiana na, na, na, tiba hii ya maua chikichi pamoja na tende. Kila anayetumia anatoa majibu mazuri, kutokana na uzuri wa hii dawa na, na ufanisi wake. Kwa sababu kwanza, inaenda kutibu mishipa ya damu iweze kupeleka damu vizuri katika mfumo wa uzazi. Cha pili, inatibu misuli iliyosinyaa iweze kurudi katika hali nzuri. Kama wewe maumbile yako yamenywea sana kutokana na changamoto ya misuli kuwa imesinyaa, basi utakapotumia tiba hii itakuweka vizuri na safi kabisa katika upande wote. Cha tatu inaongeza homoni ya mwanaume homoni ya testosterone, na utakapotumia mchanganyiko huu, basi utakuwa na hisia nzuri, utakuwa na nguvu za kutosha kabisa. Lakini pia usisahau ukishindwa kuandaa mchanganyiko huu niliokuelezea, basi nina nilio tiba ambayo tayari nimeshaiandaa kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto yako. Hivyo unaweza ukanitafuta na uweze kukupatia tiba hii popote pale ulipo Tanzania ama nje ya Tanzania. Wahiyo, na na magibu ya Tanzania na uweze kupatia dawa hiyo na ukatumia na ukaweza kuona majibu yaliyokuwa mazuri sana. Mimi ni mtaalamu wako ninayekushauri kila siku kuhusiana na swala la tiba. Namba zangu za simu jumlisha 255 752 163 838 ni kutakia siku njema, ni kutakia kila laheri. Usisahau kunifollow, nitakufollow back. Like, comment, share. Acha swali lako katika comment section nitakujibu vizuri tena pasavyo kabisa. Nikutakie siku njema, kwa heri.